Asalamu As alaikum guys. Leo twapika mchele wa nazi, angalia jinsi ulivyotoka mmoja mmoja, njia rahisi simple, na mahitaji matatu peke yake, just watch mpaka mwisho, utaona jinsi nilivyopika wangu. Kwanza nilianza na kuosha Huwa napenda kuosha kama mara tatu hivi, yani ili kupunguza, sijui niseme harufu ya, ya gunia ama niseme harufu ya, ya nini, lakini huwa naosha osha mpaka at least una maji masafi masafi. Nikausafisha hapo mchele wangu vizuri, kamwaga sa, unaona maji hayo. Naona sahizi kidogo maji yameanza kuwa masafi masafi. Ah, mahitaji yetu ya mchele wa nazi naona hapo ni huo mchele wetu ambao shauosha, chumvi, unga. Sana unga nitaitia, sababu, mendo, mchele, na nazi natumia nazi ya unga yangu nitaitia kisha nitapima maji kwa sababu hicho kikombe ndio ninapimia nacho mchele na kipima kimoja maji nitatia viwili. Kisha nitakoroga vizuri ili usiwe na madonge madonge. Kisha koroga, kisha kwa kile kitu kitakuwa sawa utatia chumvi, kisha tia chumvi sawa, maji yashatokuta hiyo kisha tukuta sasa, utatia chele wako, kisha uweka wautia vizuri, waukoroga. Yaani waukoroga kama ile mara moja mara moja hivi ili, ili usiwe na madonge madonge. Kisha wauwacha kukoroga, wauwacha. Sio juu wali, wali wowote wewe, wali wa nazi wewe, wali wa maji wewe, wali wa pilau huwa haukorogwi sana, wauwacha to tokota wenyewe kisha sasa nauangalia, kiini chake maliake, mpaka maji yakauke. Yakisha kauka, kama hivyo mimi nilikuwa na tui zito, nilikoroga ule ili ile, ile ya unga likoroga nyepesi, kisha nikakoroga nyingine nzito na maji kidogo, ndo naitia sasa kwa juu, kisha tia sasa, nitakoroga koroga ili iingie kila mahali, kisha sasa nitauweka niuwache hilo tui iliweka, hilo tui tu zito likauke. Kisha ukishakauka, sasa waona, utatoka vizuri. Waona wali wetu, wali vile umetoka vizuri, mmoja mmoja, mashallah. Thank you. Subscribe.